Mahali ameweza kuwekwa siyo salama, Mungu alikosana na na. Mbona sasa unaleta stori ya wanadamu hapa kijana? Kwa maana kazi yako, jinsi nilivyokueleza, kazi yako inaenda jinsi mwenyewe utakavyo. mm. na ukiweza kuweka kibori na kosa kufata masharti, itaweza kuenda pole pole I don't want peace. I want problems always. Hello hello people, masdu napa kama kawaida. So guys, kuna Daktari Vin Wesley na mama yao. Mmm, wana hatusikia, tunaambiwa nini tufuate enye tunaambiwa, Mama Wesley. mm -hmm. So daktari kari, ah ah, kwema kwema. mm. Ali vipi? Hmm. Uliweza kurejea nyumbani jinsi tulivyokuwa tumezungumza mimi nawe <coughs> mm. sivyo? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Kaka Wesley ali vipi? Kwema mm. E, mama. Ndiyo. Alivipi? Vyema. Kwema mm. Kile kitu ambacho nimeweza kuwaitia hapa ni kwamba mimi nataka muwe na umoja ili kuweza kumsaidia kaka yenu kupata mwanao kupata haki yake maana yake jinsi tulivyozungumza, aliweza kunieleza kwamba ana ubaya na wewe wala na kaka yake mdogo. Ni mm -hmm. mm. mali yake iweze kurejeshwa, mwenyewe ataweza kujua jinsi ya kufanya, kama ataweza kumgawia kaka yake mdogo na nyingine aweze kubaki nayo. Alisema mwenyewe ataweza kulijua hilo. Hiyo si ngumu, itawezekana. <coughs> mm. kakake Wesley. mm -hmm. Sivyo? mm -hmm. Na kijana, kwa maana kazi yako, jinsi nilivyokueleza, kazi yako inaenda jinsi mwenyewe utakavyo. mm na ukiweza kuweka kiburi na ukosa kufata masharti, itaweza kuenda pole pole, lakini ukiweza kufata masharti, kazi itaweza kuendelea salama kabisa na utaweza kupata haki yako kwa haraka mm. Ah, jambo lingine ambazo nimeweza kuwaitia hapa ni kumuhusu baba yenu, ni muhimu sana. Ndio, ndio, ndio Mali ameweza kuwekwa mm. Sio salama kuwekwa na nani, amewekwa kuwekwa kuwekwa gani? Unajua ni kutaka kwake mwenyewe mm. Na kumla mtu ameweza kumlazimisha wala kumsurutisha mm -hmm. Aliweza kujipeleka kule, ili aje ashindane nami mganga mm. mm, mm, mm, mm, mm. Ama daktari mganga mm. Wape eh, jamii so yeye <laughs> so, yeah, anatafuta nini huko, like, yeah, nini imempeleka huko the main thing, uh, anatafuta jinsi ya kuweza kukabiliana na nani. Unajua sasa hizo siku zote niko nimetulia tu, nashangaa yeye mzee alienda wapi? Nidhani ako labda kwa huyo side chick wake. Tulisikia kuliskiaanie ni kipenzi chake, unajua kila kitu kumuhusu, kumbe ujui kuhusu nani. Acha enda ingie huko, kuhusu baba yako, acha aende huko, akuje afight vile anaweza, si mwanaume wa. Wacheni mdomo, mtaanza vita hapa na spend nayo Mm, kijana mm, nilikuelezea mm, kwamba sitaki ulejiwa marumbano mm, mm, mm, marumbano ndo kitu ambacho sikipendi kipendi mm. Kwa hivyo mama, tunapaswa tufanye hala hala ili kuweza kumwokoa wa mme wako kule, manake siyo sehemu salama, iyaweza hata kupoteza maisha yake mali mule mule alipotiwa. Hiyo itakuwa ni kesi, ndio ndio, maanake aliweza kudanganywa na kutiwa mle. Hamna nguvu yoyote ataweza kuweza kuipata. hmm. hmm. hmm. hmm. naomba tu nipiganie, nataka ni kumuona kwangu kwa nyumba. hmm. hmm. hmm. ndio tu... najua bila yeye hmm. Hmm. hata hizo document najua hatuwezi izipata, ndio ndio. sasa lazima hapo nishughulikie vizuri hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Sasa tutampata lieneo unajua. Sasa kama amepotezwa ame vitu kama hizo no, kuna vile tunaweza msaidia kamhomjhata tufai kungoja, imekuwa siku mingi sana mkiweza kufuata yale ambayo imeweza kueleza. Maana anataka umoja katika familia na mfanye binsi kijana wenye wataweza kupata mali yake. Hapo niposa tutaweza kusaidiana nanyi kijana ataweza kupata mali yake mwenyewe kwa jasho lake, ndio manake kijana huyu ulipoona mali anapoishi kwa sababu alikosa namna na matumaini kwako na katika familia yake, akutambua kwamba familia yake mtaki na inaiweza kumdhulumu, ndipo akaweza kuelekea kule mali uliweza kumpata kule, ila tuliweza kuzungumza naye akasema ataweza kurejea, ndipo nimeweza kuita hiki kikao, tuweze kuzungumza na muweze kuelewana na mfanye kazi kwa pamoja, na mjue ndizi gani kijana wenye ataweza kusaidika vile. mm, mm, mm, mm, mm. Tulizungumza atarudi kwa nyumba, hata kama alikataa, atarudi. Na mzae, unajua, kwanza tunafaa tushughulikie mzae mbi huyu. Mzee daktari atamshughulikia yeye, akuje tushughulikie mambo pia na wewe mzae. Alisema atambidi na daktari anakoana wewe, ndio utafanya ka nimetulia. Unajua hizo vurugu mnasema, tatizo ni nini? Shida ni hasira Si kamo pia time, hizo asira asira mingi pia si poa. Naona haja tukuja kuchukua kuzuru kuonana tu juu ya pia kidogo, skia story ya kisu last time, hizo story pia zinjakuwa ziki bamba. Sasa hii ndio nilifanya kakimbia. Ni nimeditate pia mimi saa si, si, si, so I, I hope tuta, tuta kwanza uh, si unge, ungeona... mzai sawa sawa unaona aje mza, bila mzae unajua, mzae mza ndio kichwa cha familia mm. Mm. So kama yuko sahi una So kwanza tutafute mzae tujue vile, na come home. Akisha come tutajua vile tutafanya mambo yetu, hilo alina shaka kabisa. Baba yeye yenye taweza kuwasaidia kumpata na tutaweza kuelekea kule moja kwa moja, katika ile chumba aliko, na tutaweza kumpata kule bila. Usiwe na shaka katika hayo. Ah, mambo ambayo imeweza kukumba kwa kumpoteza kwa muda ni kwa ajili yake mwenyewe, hajaweza kupotea, aliweza kuelekea kule katika mganga wake mm -mm -mm -mm -mm. Hivyo si kwa side chick. Ndio, ndio <laughs> ni hayo ambayo nilitaka kuweza kueleza kwa sasa. Alafu mganga si mganga kradhi. Sasa kuna, kuna history fulani, sijui kama ulikuwa umeifosi uh, uh, story uh, uh, ya Amina ilikuwa imetokea uh, uh, sielewi uh. sijui kama story story ni legit. Alikuja na story mingi mingi na jamii sikumwelewa, no Mm. So, alikuwa lenga lenga wataka vipi? Mimi upande wangu ningekueleza ya kwamba usiweze kumwamini yule msichana, manake kuna kipindi pale nyuma, sijui kama mliweza kuona kuna mambo ambayo yaliweza kufanyika na kupitia yule msichana ambaye akuwa mazuri. Mm. Wala msiweze kumsikiza na msimpe nafasi yoyote katika maisha yenu. Mm. Mm. Ndiyo, ndio. Mm. Mm.

So mi naona tu kuanza tu mzaya akuje. Mesema, na mzae akuja otu tumesema kushapatana kama familia, tukae chini mm, na tuweze kusana mm. Mm. Kumbuka unajua ile mali pia, the more pia mm, ilikuja kwangu ikiwa nusu nikajazilia vitu kama hizo, so lazima pia tu go through hizo processes za kuangalia mali yake inatushana aje na yangu, juu siwezi achilia mali yote kwa jina langu, si imekoa ikitunzika huko yenye iko na side check inaonekana yenye iko kwangu, at least tunaweza ifuatilia hapa. Mimi naomba tu hawa watoto waelewane na baba arudi tu, hiyo tu peke yake. Sina mambo mengi, nataka mm. tu amani kwa nyumba yangu mm. nimepotea kabisa um, Amina, amani imepotea, imepota. Unajua sasa, so hata hiyo <laughs> ju unasikia, na nikisema amina hiyo msana, nilimshangaa, ni, ni, um, <laughs> uh, <gasps> uh, <laughs> nilimuona hivi nikaona, nikendre nimeona tena mwingine wa pili Eh, kwanza alianza na kutupia kastori kidogo, niko kwa mashida kama mzazi mm. eh, eh, tu teri wasichana mm. lakini siwezi sema hivyo juu mtoto mtoto ni mtoto, hizo mm. ni baraka. Sasa tu Kenya, naomba tu ni amani eh amani ndio kitu kubwa. Kwa hiyo nyumba naona yenye haiko kabisa hiyo mm. kitu imeisha, imeisha utasema <laughs> nini saa hii? Watu wamenisumbua sana na hizo masomo. Hakuna madharau wamekuonyesha hata kujieka ni chini, si ulikuwa Ujuku, siji siji yo, sijasoma, uko na pesa nini? nakusumbua masomo nini? Nyi wote mko tu sawa, usome usisome, uko sawa, bora uko na akili na sina, usikia? Uko sawa, waweze kuzungumza na kijana, tunapotoka hapa, waweze kuelewana kisha kijana ataweza kunipigia simu mm. Nitaweza kumweleza siku ambayo tutaweza kwenda kule kumkuta mzazi wake. So guys cha tumalize, umesikia? Bila ameambiwa like comment and subscribe. I love you so much bye.